Hata kama hufui wewe, basi wasimamie vizuri wale wanaofua, lakini ukifua wewe ni bora zaidi. Ndugu zangu, katika mikono ya mwanamke kuna nishati maalum ameiweka Allah subhana wa taala. Unapozifua wa zile nguo zake, hii nishati inahama kutoka kwenye mikono yako kwenda kwenye nguo yake. Akifua dada wa kazi Mishati inayohama ni ya dada ya kazi. Dada wa kazi akipendwa, usimlaumu mtu. Wakati mwingine tunasababisha sisi wenyewe, tumetengeneza bond kupitia nguo baina dada wa kazi na nani na mume wako. Unashangaa tu hata walianzia wapi hujui, kumbe sosi ilianzia kwenye nguo, ilienda kwenye chakula, ilienda kwenye vyombo, anapofanya nini, anavyoosha nishati ya mikono ya dada inahamia kwa mume, mapenzi yanaanza kutengenezeka. Tahamaki wewe na dada wa kazi, mtu na mkem